Tunazungumza tatizo la hemorrhoids yeah. Yani bawasili okay. Kwa yule msikilizaji mpya mm. Uh, hemorrhoids yani bawasili mm. Ni hali ya kutoka kinyama katika njia ya haja kubwa yeah. Ambaye tulisema chanzo chake kinyama hiki ni kupasuka kwa mfereji wa haja kubwa na kutoka kinyama mm. yeah. Ambacho hicho kinyama kinaitwa hemorrhoids, ili sasa hivi limekuwa tatizo kubwa sana na migongo. Tatizo hili limesumbua watu wengi sana, katika kuliendea ili kulitatua, yani kupata matibabu. Sasa hivi kila inawezekana, walipo watu kumi, basi watu wawili mpaka watatu Mim. wake kwa waume wanaishi shida ya hemorrhoids. Ni tatizo kubwa sana, ni tatizo linalofungua sana okay. Sasa sisi tumeona tuje tulielezee, tume kwanza tueleze chanzo chake, lakini pia tueleze namna gani mtu anaweza kujiepusha na hili tatizo mm. ni kweli tulisema kuna internal hemorrhoids na external hemorrhoids. Mm. Yani, kuna bawasiri ya ndani na, e, na kuna bawasiri ya nje mm. Tukaeleza bawasiri ya nje jiografia, e, yake kwamba yenyewe ile inapotoka watu e, mtu anakuwa anapata automatic kile kinyama moja kwa moja mm. au anaweza kupata kipele fulani pembeni ya njia ya chakula mm. lakini bawasiri ya ndani ni ngumu kidogo kuijua, mm. eh, isipokuwa inatengeneza miwasho na vitu vya namna hiyo, lakini yenyewe imegawanyika katika makundi manne yeah, yeah, yeah.